na tumekubaliana e, kwa pamoja kwamba hiyo sherehe ya Mashujaa itafanyika katika e, bustani ya kiwanja hiki e, na tumefurahi kwa sababu e, ni jambo ambalo halina utata e. Kwa hivyo hivi sasa tumeweza kuangalia mkataba wa makubaliano e, kwa sababu kulingana na katiba wakati serikali ya kitaifa na ya kaunti wanashirikiana Eh, huwa kuna mkataba wa maelewano, na zile stakabadhi tumewaonyesha, ni huo mkataba ambao unazungumzia jukumu ya serikali ya kitaifa kupitia wizara ya michezo eh, na jukumu ya serikali gatuzi ya Kitui eh, na maafisa wetu na PS eh, Elijah yuko hapa. Eh, kwa hivyo tumekubaliana kwa pamoja tushirikiane. E, katika huu mradi na nimefurahi sana e, kwa sababu hiyo ushirikiano ndio kitu muhimu zaidi. Kwa hivyo, Jumanne ya wiki ijayo tutatangaza zabuni ya ujenzi e, wa stadium hii ya Kitui, na stadium hii itakuwa na kapasiti ya e, e, watu elfu kumi tutaijenga iweze kufikia uh, viwango za kimataifa will cost around 800 million and you've, you've heard we have a deadline because we do the function here on the 20th of October uh, and therefore we have to complete this uh, stadium uh, before Mashujaa Day